Tumewaandalia somo zuri sana ambapo natumai mtaenda kujifunza vya kutosha kabisa, lakini kabla ya kwenda kujifunza neno la Mungu, tutaanza kufungua kipindi chetu kwa maombi. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa sababu wewe ni mwema. Tazama Baba, watoto wako wamekusanyika mahala hapa kwa ajili ya kuweza kusikia neno lako, tunakuomba ukaweze kuwa pamoja nasi usituache. Tazama Baba, tunakuomba uweke roho za usikivu ndani yetu, ili tupate kusikia neno lako vyema. Amen. Amen. Watoto tuseme wote amen, amen. Basi, kabla ya kwenda kujifunza somo letu zuri kabisa ya siku hii ya leo, mimi hapa nina picha na, na natamani pia nitauliza maswali. Natambua ya kwamba mnajua kazi zake, lakini uh, mimi nataka tu mniambie hii picha inaonyesha nini, nini? Jicho. Jicho, unajua kazi ya jicho ni nini? Kuona. Lakini pia nina picha nyingine hapa ehe Ina, eh, eh, sikio, eh, kazi yake ni nini? Kusikia ha, sawa kabisa, lakini pia nina picha ya mwisho ambayo picha hii uh, umeona nimechora vizuri kabisa, ni ya nini? Moyo. Basi, um, watoto wazuri, tunafahamu kwamba kila mmoja anafahamu kazi ya kila kiungo ambacho nimeweza kuonyesha hapa kwenye karatasi pale tunapokuwa tunazisikia habari mbalimbali mbali za watu ambao hatuwafahamu e, huwa tunasikia tu kwamba habari za watu hatuwafahamu, e, tunaanza kuanza kujenga picha kwamba hao watu watakuwa wanafananaje, na tunaanza kuweka kuamini moyoni kwamba ah, kwa ah, sasa, kwa sasa huyo mtu niliyopata kuzisikia habari zake atakuwa anafananaje. Lakini unaanza kujenga picha kwamba unatamani sasa, unakuwa una hamu ya kuweza kutaka kuweza kumwona ya kwamba sasa huyo mtu anafananaje. Unakuwa unakuwa una hamu kama vile huko nyumbani, alafu unaambiwa ya kwamba mjomba wako a, kutoka mkoani atakuwa anakuja, na utakaporudi shule utaweza kumkuta. Unaanza kufikiri kwamba eh, mimi kwa mjomba simfahamu, lakini unaanza kujenga picha kwamba atakuwa anafanana naye. Basi siku hii ya leo tuna mtu mmoja ambaye jina lake anaitwa Zakayo. Zakayo yeye aliweza kuzipata kuzisikia habari za Yesu, na ndo maana somo letu la siku hii ya leo linaitwa Yesu na Zakayo. Hebu wote tuseme kwa pamoja, Yesu

He, ambapo somo letu hili linapatikana katika kitabu kile cha Luka sura ile ya kumi na tisa mstari ule wa kwanza hadi wa kumi. Somo letu kama tulivyosema kwamba Yesu na Zakayo, basi huyu mtu mmoja ambaye jina lake alikuwa anaitwa Zakayo aliweza kuzisikia habari za Yesu ya kwamba Yesu anaponya, Yesu anakaa na watu wenye dhambi, anakaa na watu mbalimbali mbali, habagui, ni mwenye upendo. Sasa akasikia kwamba Yesu ameweza kuingia katika mji wa Yeriko. Alipoweza kuzisikia habari hizo, akatafuta kila namna aweze kumwona huyo Yesu anafananaje, eh, huyo Yesu akatamani kuweza kumwona kwamba anafananaje, sasa huyu Yesu ambaye nimezisikia habari zake. Basi kwa sababu umati ulikuwa ni watu wengi, walikuwa wakiweza kumfuata Yesu na tazama Zakayo alikuwa ni mfupi wa kimo, hakuweza kuweza kufanyaje kumwona Yesu, kwa sababu watu walikuwa ni hivi walikuwa ni wengi. Akapanga mpango madhubuti. Unajua alifanya nini? Nani? Ehe, unani anakumbuka? Ehe? Ehe? Alikapanda juu ya mti ili aweze kumwona nani, kumwona Yesu. Na tazama, alipomwona, kumbe Yesu anaziona juhudi zetu. Na hata pale Yesu alipoweza kumwona kwamba huyu mtu amekaa juu ya mti, akamwambia kwamba Zakayo, shuka, tazama, leo nitashinda nyumbani mwako. Ha, Zakayo akaweza kushangaa, oh, kumbe Yesu anaziona juhudi zetu. Kila tunachokifanya Yesu anafanyaje, anatuona na hata zile juhudi za kutamani kuweza kumwona yeye, anazijua na hata akaweza kumwambia kwamba Zakayo leo ataweza kushinda wapi? Nyumbani mwake. Lakini tazama, watu wengi wakaanza kunong'ona na kusema ya kwamba kwa nini anaingia katika nyumba ya mtu ya mwenye dhambi? Kwa nini anakaa na kwenye mtu, mtu mwenye dhambi? Lakini Yesu akawaambia ya kwamba mwana Adamu amekuja ili kutafuta na kukipata kile ambacho kimefanyaje kimepotea kwenye dhambi. Hakuja kwa walio ambao wamekamilika ambao ni wako safi, lakini amekuja kuwatafuta wote walio na dhambi, ili waweze kuweza kuwa na waweze kuwa huru tena na kupata uzima wa milele. Japokuwa wale wengine walikuwa wanakasirika, kwa nini anakaa na wenye dhambi? Lakini tazama, alipoingia katika nyumba ya Zakayo, tazama moyo hata wa Zakayo ukaweza kubadilika ukaweza kufanyaje? Kubadilika. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru, yeye alikuwa akizulumu watu akitoza kodi zaidi ya vile alivyoweza kuambiwa, alikosa uaminifu. Lakini tangia tu Yesu alipoweza kuingia nyumbani mwake, tazama moyo wake ukaweza kubadilika, akaweza kumwambia jambo moja. Bwana Yesu akaweza kumwambia ya kwamba tazama, kama kuna mtu nilimdhulumu mali zake, basi mimi nitafanyaje? Nitamrudishia. Ah, ni jambo zuri sana alizoweza kulifanya Zakayo kwa sababu moyo wake ulifanyaje? Ulibadilika. Na hapo sasa uaminifu ukaanza kuonekana kwa mtu huyu anaitwa nani? Zakayo mwanzoni alikosa nini? Uaminifu hakuweza kuaminiwa, kwa sababu alikuwa akidhulumu watu. Inabidi hata jamii yote iliyokuwa inamzunguka ilikuwa inajua kwamba alikuwa akitenda mambo mabaya ndio maana hata watu wakaweza kumwambia Yesu, kwa nini unakaa na watu mwenye dhambi? Inabidi kumbe, tunapaswa kuweza kuwa nini? Waaminifu katika maisha yetu, ili hata jamii nzima itupende kutokana na nini? na uaminifu. Unapokuwa mwaminifu, kila mmoja atafanyaje? Atakupenda. Lakini usipokuwa mwaminifu, utafanyaje? Utapendwa. Kwa mfano mzazi anakutuma Yaani, alafu chenji imebakia huwa unarudisha ama unabania? Unarudisha, eh, huo ni uaminifu, yaani kwamba umetumwa alafu unafanyaje unarudisha. Hapo ndo huo, u, ni uaminifu ambao unaofanya na kila mtu ataweza kufanyaje kukupenda. Lakini pia tunapaswa pia na sisi watoto wazuri tuliofika hapa, tukaende kuwasimulia wengine habari njema ambazo tumezifanya tumezisikia hapa. Kwa mfano, kama huyu mtu Zakayo alikuwa yeye ana amefanyaje? amezisikia tu habari za nani? za Yesu. Inabidi unapokuwa shuleni, sio tu mwenzako kumsimulia habari za movie uliotazama ama zile series unazotazama ama katuni uliokuwa umeitazama, lakini pia kumfikishia habari njema ambazo umefanyaje umezisikia, ili kama alikuwa anatenda mambo mabaya, moyo wake aweze kubadilika na aweze kuwa mtu mwema. Watoto wazuri, Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nina swali. Umejifunza nini kwenye somo letu la siku hii ya leo? Karibu kamila Tuna. Tuwe na moyo msafi. Ehe, karibu kuweza kubadilika kwa tabia, kama ulikuwa na tabia mbaya, uweze kuwa na tabia nzuri. Kuwa mwaminifu. Moja, kila moja tuseme, mimi ni mwaminifu E, ali kila mmoja anapaswa kuweza kuwa mwaminifu. Jambo gani jingine ambalo umeweza kujifunza? Karibu, moyo msafi, moyo msafi. Ni hivyo, na kuna mwingine. Karibu, kusikiliza neno la Mungu, kusikiliza neno la Mungu. Safi kabisa, hebu tujipongeze kwa makofi matatu. Watoto wazuri, asante sana na hicho ambacho tumeweza kuwaandalia siku ya leo.